E, bana mambo vipi? Karibu tena tuweze kupeshana na kupeana zile taarifa za kimichezo ambazo zimechukua nafasi katika masuala ya kimichezo. Kumbuka uh, tunaelekea dirisha kubwa la usajili, hivyo subscribe ili usipitwe na taarifa zote za usajili. Usajili wa Simba na Yanga, basi utaupata hapa katika channel yako hii, habari za michezo na burudani. Sisi usajili wote wa dirisha kubwa la usajili, ambapo kwa sasa ligi inakwenda ukingoni, hivyo taarifa zote za usajili, Simba umemsajili nani Yanga amemsajili nani? Basi taarifa hizo zote utazipata hapa katika chaneli yako hii habari za michezo na burudani. Kama tu utakuwa umesha subscribe, basi utakuwa umejisajili moja kwa moja na chaneli hii, na kila taarifa ambayo tutadondosha humu ndani, basi utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Basi gusa tu neno subscribe ili usipitwe na usajili wa Simba pamoja na Yanga kuelekea dirisha kubwa la usajili na wachezaji wote watakao waacha Simba na Yanga, basi sisi tutakusogezea hapa na wachezaji wote wapya, basi sisi tutakusogezea hapa ili usipite na taarifa hizo. Gusa tu neno subscribe, basi utakuwa mwanafamilia wa chaneli hii ya habari za michezo na burudani. Kumbuka ligi inaelekea ukingoni, basi leo nina taarifa hii uh, hii ambayo nimeona ni kusogezea hapa mwana michezo na mfuatiliaji wa chaneli yako hii habari za michezo na burudani, ili ili nawe uweze eh, kufaidi na taarifa hii na kusi tuka moja subscribe kusiguza tu neno subscribe taarifa zote utakuwa wa kwanza kuzipata. Basi leo nimekuletea taarifa hii e, kuhusu michezo nane ya mwisho ya Simba na Yanga ambayo itakwenda kuamua ubingwa. Je, Yanga atautetea ubingwa huu wa msimu huu wa 2024 na 25, ama Simba baada ya kukosa katika misimu miwili mitatu, basi ataupata msimu huu? Basi hizi hapa ama hizi ndio mechi nane kwa kila upande, Simba michezo nane na Yanga pia michezo nane ambayo itakwenda kuamua e, ubingwa kwamba ubingwa unakwenda Jangwani ama unakwenda Kariakoo e, kunako mitaa ya Msimbazi. Simba na Yanga tayari wameshacheza michezo 22 na tayari e, wanatofautiana ya alama 1 tu. Simba wana alama 57 na nafasi ya pili huku e, Dar es Salaam Yanga African wapo nafasi ya kwanza na alama 58 na tofauti ya alama moja moja tu. Basi hizi hapa ndo e, mechi ama hizi hapa ndo e, mechi ama timu ambazo e, Yanga wanakwenda kumalizana nao. Simba wana michezo nane mkononi na Yanga pia wana michezo nane e, mkononi. michezo hiyo ni kama ifuatayo. Basi hii ndo e, michezo ambayo itakwenda kuamua ubingwa kwa upande wa Simba na kwa upande wa Yanga kwa kocha e, Hamdi Mamruni, kocha wa Dar es Salaam Yanga afkani na na kwa upande wa Simba kocha eh, Fadlu Davis, tuone hii michezo nane ya Simba na Yanga, nani ataibuka eh, kidedea na kwenda kutoa ubingwa wa ligi kuu ya MBC. Kwa upande naanza kwa upande wa uh, Dar es Salaam Yanga African eh, wao wana mchezo zidi ya Tabora United, mchezo wa kwanza. Wa pili ni zidi ya Coastal Union, wa tatu ni zidi ya Azam FC, wa nne eh, Yanga yupo na Fountain Gate, wa tano Yanga yuko na Namungo, mchezo wa sita Yanga yuko na Prison, mchezo wa saba Yanga yupo na Dodoma Jiji, mchezo wa nane Yanga yupo na Simba. Basi hizi ndio michezo nane iliyosalia ya Yanga eh, kuelekea eh, ubingwa eh, wa msimu huu. Je, yeah, Yanga atashinda michezo yake hii nane na kutoa ubingwa? Ni jambo la kusubiri. Kwa upande wa Simba, nao pia Simba wana michezo yao nane mezani, ambayo eh, nayo pia wanaitegemea kuutoa ubingwa E, msimu huu kwa upande wa Simba e, mchezo wa kwanza e, yupo Mashujaa e, mchezo wa pili na JKT Tanzania mchezo wa tatu na Pamba Jiji mchezo wa nne na KMC mchezo wa tano na Singida Black Star mchezo wa sita na Ken Gold mchezo wa saba na Kagera Shuga mchezo wa nane na Dar es Salaam Yanga Africa. Basi hizi e, ndizo e, michezo ama, hii ndo michezo nane kwa upande wa Simba, nane kwa upande wa Yanga ambayo imesalia kwa Simba na Yanga kuweza kwenda kuamua ubingwa wa msimu huu. Je, yeah, msimu ubingwa unakwenda mitaa ya, ya Twiga na Jangwani ama unakwenda mitaa ya Kariakoo na Msimbazi? Basi hizi hapa ndo eh, mechi 8 kwa upande wa Simba na kwa upande wa Yanga ambazo zitakwenda kuamua ubingwa. Kumbuka eh, Simba na Yanga wanatofautiana na alama moja tu katika msimamo. Simba nafasi ya pili alama 57, huku Dar es Salaam Yanga Afrika nafasi ya alama 58 na basi hizi eh, ndizo michezo 8 kwa upande, kwa upande wa Simba na kwa upande wa Yanga. Kama uja subscribe, basi gusa tu neno subscribe. Kila taarifa ambayo utadondosha humu ndani, hususan usajili wa Simba na Yanga kule dirisha kubwa la usajili, basi eh, taarifa hizo zote utakuwa wa kwanza kuzipata kama tu utakuwa umegusa tu neno neno subscribe subscribe, basi utakuwa umejisajili moja kwa moja na channel hii habari za michezo na burudani. Leo nilikuletea taarifa hii ya michezo nane iliyosalia upande wa Simba na upande wa Yanga ambayo ndiyo itatoa itatoa hukumu eh, nani ambaye atakwenda kubeba ubingwa wa ligi kuu ya MBC katika msimu wa 24 na 25. Kwa upande wa Yanga, michezo yao nane nimekutajia, eh, michezo nane iliyosalia. Wa kwanza ni Tabora United, wa pili ni Coastal Union, wa tatu ni Azam FC, wa nne ni Fountain Gate, wa tano ni Namungo FC, wa sita ni Tanzania Prison, wa nane eh, Dodoma Jiji, wa saba Dodoma Jiji na wa nane wa, wa, wa na wa ni Simba basi hii ndio michezo nane ya Yanga iliyosalia eh, iliyosalia ambayo inampa hatima ya ubingwa. Kwa upande wa Simba michezo yake nane, ni mchezo wa kwanza Tanzania yuko na Mashujaa na JKT Tanzania, mchezo wa tatu na Pambajiji, mchezo wa nne na KMC, mchezo wa tano na Singida Black Star, mchezo wa sita na Ken Gold, mchezo wa saba na Kagera Sugar, mchezo wa nane na Dar es Salaam Yanga Afrika. Basi hii ndio michezo nane kwa upande wa Simba na kwa upande wa Yanga ambayo kuamua ubingwa nani atakwenda kuutoa ubingwa msimu huu wa elfu mbili na ishirini na nne, na ama msimu wa ishirini na nne na ishirini na tano Kumbuka dabi ya Kariakoo iko pale pale na huenda ikachezwa mwishoni mwa msimu huu na ndiyo ambayo itakwenda kuamua ubingwa, aidha ubingwa uende Jangwani ama ubingwa uende kule kunako mitaa ya Msimbazi. Basi leo nilikuletea michezo 8 kwa upande wa Simba 8 na kwa upande wa Yanga ambayo mesalia ya kuamua ubingwa. kwammoja subscribe, gusa neno subscribe, kila taarifa ya usajili kuelekea dirisha kubwa la, la usajili Simba wamemsajili nani? Yanga wamemsajili nani? Ama Simba wanamwacha nani? Yanga wanamwacha nani? Basi taarifa hizo zote tutakusogezea hapa katika channel yako hii, habari za michezo na burudani. Gusa tu neno subscribe, kila taarifa utakuwa wa kwanza kuipata. Leo nilikuletea taarifa hii, mechi nane kwa upande wa Simba na mechi nane kwa upande wa Yanga zilizosalia za kuamua ubingwa wa msimu wa 24 na 25.